Kenya yetu tunaijua vizuri. Tarehe mnazijua zinaendaje eh? Nazijua tarehe au niwakumbushe? Nawakumbusha, leo ni 23. ishirini na tatu. Ethiopia wenyewe, Eh, sasa jiongezeni sasa. Kama 24 mnaongeza wewe mwenyewe ni tarehe ipi inakuja? Sawa, wala tabghi al-fasada fi al-ard, na usitafute kufanya ufisadi katika ardhi kwa sababu chanzo cha ufisadi ni mali. Watu wanapigana wanateta, ni mali. Hata vyeo ambavyo watu wanataka ni mali. Hata daraja ambazo sifa watu wanataka ni mali. Hakuna mtu anataka cheo feki na wakati yeye ni maskini. Hakuna watu wanatafuta title kwa sababu ya kukolekt, watu wanatafuta vyeo kwa sababu ya kukusanya mali. Hakuna cheo kinabaki feki. Wanateta wanasiasa kwa sababu ya mali wanaongoana kwenye vyeo kwa sababu ya mali. wala tabghi lfasada fi lard inna Allah la yuhibu lmufsidin. Ndugu zangu katika imani, maneno yangu haya, kalima yangu hii, iwe ni ndefu, ni fupi, ni kwamba kila mmoja aandae kila siku bajeti yake ambayo amemtengea Allah kabla ya kuweka bajeti ambayo ameiandalia familia yake na watoto wake na mke wake na ndugu zake. Fungu la Allah liko wapi? Fungu la Allah liko wapi? Allah anahusika vipi na pesa zako? Allah anahusika vipi na nyumba yako? Allah anahusika vipi na magari yako? Allah anahusika vipi na akili yako? Allah anahusika vipi na elimu yako? Muhusishe Allah katika mali zako kabla ya kuhusisha kitu chochote. Hayo maneno tuyazingatie. Wasalam alaikum warahmatullahi wabarakatu. Shukran, shukran. Anaitwa Shekh Abduhiaburuhmani, imamu duati Kenya mzima. Huyo ndo unamwona ndo imamu wetu amiri wetu, amekaa chini ngaami. Nimeenda retire lafu nasikia mtu amenivipo, anaambia tunaenda umra mwezi wa saba. Sii nakwaje? Simuniombee dua na mimi niende. Yaani kweli maisha ina uadilifu. Watu wanapanga umra baada na sisi tuko hapa tu bado hata hatuna mpango. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aakatia tarihi tunaona mtu amekaa hapo. Sheikh, umezungumza ametokea bana Tanzania anaitwa Salim Bonde. Ndio peke yake mtu nimesikia. Sijaona sija sijasikia mtu mwingine. Amejenga gorofa ya mayatima Dar es Salaam mayatima watupu Sheikh, lakini kinachopatikana cha kwao hapa nasaka bado tunaangaishana tuna tushemejea tunaangaishana. toa akipata miana nizimbia simu. Inna lillahi walahi, Waislamu tumebatika. Amiri wa maduati Kenya mstad Omar, amiri wa maduati na uu ndo shekhe wa maduati wote Kenya mzima naitwa Abdulukman. Tumekutana jana tulikuwa mazishi Nyeri ya ndugu yetu Yusufu Wambogo. tulikuwa waadhiri wengi kabisa. Nafikiri wale walikosa ni wachache, na wao. tulipata taarifa ya kufariki Yusuf wambogo saa ta usiku, tulikuwa tunapiga kelele zetu za dawa kule mtandaoni tukapata hiyo taarifa, na tumekuta watu wanakuru walifika, watu wa Mombasa wametangulia mashla na tulikuwa maduati wengi ila wachache hawakufika, maybe kwa sababu ya moja au mbili. Mwalimu wangu engineer alikuwa ananipigia nikiwa spika, nimeshaondoka naambia mimi nishaondoka na, na nilikuwa nimechelewa, nimeondoka, imeondoka ya saa tatu na nusu lakini alhamdulillah tuliwai, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ni mtihani lakini, kuna tatizo moja, sisi tunaisilimu ama tumetoka kwa familia ambaye watu sio Waislamu, wallahi ni mtihani mkubwa sana. Nataka kuwaambia Waislamu, wewe kama umezaliwa Muislamu, Baba yako ni Muislamu, mama yako ni Muislamu, babu yako ni Muislamu. Rafiki yangu, jiandalie kesi. Sisi hatuna kesi. Tunaulizwa tu eh, Salim Deda na utaulizwa ya Allah. Eh, inaangaliwa hivi hivi alisalikata kama ni wasiwasi wasi, ingia peponi. We, ah, umezaliwa Muislamu, Sheikh. Tunapitia hali ngumu. Mtihani ule wa kuslimu kisha tukafanyiwa jamaa zetu makabili inatutosha. Mbele ya Allah hisabu yetu ni nyepesi. Sio kama nyinyi. Wala hesabu yenu ni ngumu. Wewe una, una haki za wazazi umezitekeleza? Qurani unaisoma umejifundisha, umeisoma, mwisho nini ulisoma? Qurani isa namaliza kwa hivi. Huyo Salim Mbonde amejenga gorofa. Allah amkubalie na ampeleke katika makazi ya juu, tusemeni amin. Salim Mbonde Tanzania, ah, Tanzania wanatushinda. Baada wanatushinda, na gorofa pia amejenga ya mayatima, wala tutawaroga. Na sio kwa kitu kingine, kwa yasili <laughs> Waislamu, maneno mawili nimpandisha leo. Tuna vigogo, au unaona, hapa wameiva, tuhadithi ipo, sira iko, lugha iko, ni vigogo wametulia. Kabla sijamgarisha mwalimu wangu Juma churungenge Salim kijana yangu na nayeye, nimwachie uwanja leo. Sisi ni wageni hapa, tuwape wageni, na wametoka sehemu walikuwa hapa wakati mmoja, wakienda huko sijui wapi huko Wenzetu kina Salimbuki kijana wamekwama barabarani, gari yao imeharibikia. Sote tunawahi kuwahi mazishi ya ndugu yetu almarhum Yusufu wa Mbuku. Mwalimu wangu jana alizungumza kwenye msiba, sababu yeye ndo alikuwa amekaribishwa kuzungumza. Baada ya kumzika ndugu yetu, alizungumza neno mpaka leo nalizingatia, na amerudia mwalimu wangu Umar hapa kulizungumza, akasema: usitafute makosa wanadamu, wao ni waovu tu. Usitafute maovu ya mwanadamu, tafuta mazuri yake. we are natural evil, sisi ni watu wa ovu mujrim. Usitafute makosa yetu na madhambi yetu, tafuta ni wema gani tumefanya. Usitafute sisi, usitafute makosa already, sisi wenyewe ni natural, tumejaa makosa. Mwalimu wangu amerudia hapa. Ndio nani kiliki polepole mijererakili na rudingi saa sita, lakini wanaelewa moja moja. Amesema usitafute. Ukiona mwalimu amesoma aya vibaya, amekosea hadithi, ametemka maneno ndiyo, usimseme kwa vikao, mwite mrekebishe. Huu ndio Uislamu, usikwenda kumtangaza. Nimeona watu wanaaibishana kwa mitandao, hata mashekhe wakubwa wanaaibishana kwenye mitandao, siyo nidhamu maneno ni sababu, pengine hatuelewi ama tumekufa. Wallahi tungekuwa watu hai, maneno wamezungumza walimu wangu, maneno masito, masito kabisa. Lau ingekuwa siwashindi umri, sifai kuzungumza baada yao, lakini kwa sababu nimewashinda umri, nimejificha hapo. Inna lillahi mwalimu wangu Salim Juma Churungenge, uwanja wako

rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli aminasabu <todic> <todic> Naomba tutulie kama dakika moja, tumwombee ndugu yetu aliyetangulia, inshallah. Dakika moja tukimya, kila mtu ndani ya nafsi yake amwombee kheri ndugu yetu aliyetangulia, inshallah. Amepita pita sana kabla kuingia kwenye meza. Mimi na historia kubwa kumuhusu Yusuf kuliko nyinyi nyote mlio hapa, kwa sababu Yusuf tumefanya kazi pamoja kwa muda wa miaka saba, kazi ya kuipigania na kuitangaza dini ya Mwenyezi Mungu. Zile miji zote ambazo nimekanyaga katika ardhi ya Kenya kuanzia Nakuru, Salga, Eldamaravin, Mogotio, Marigat, Tangulbei Uro, Sukuta, Maralal mpaka Baragoi, Kitale, Kapenguria, Chepareria, Ortum, Kainuk, Lokichar, Todonyang, Kalokol, Kakuma, Lodua mpaka Lokichogio ilikuwa pamoja na Yusufu. Aidha tumekanyaga kuanzia Kisumu, Mbale, Chebakali, Takamega, Mumias, Bungoma, Chwere Marakisi mpaka Cheptais na Webuye ilikuwa na Yusuf. Kina Garbatula, Benane, Eldere, Mondogashe, Habasweni, Wajia, Gristu, Buna, Bute, Takaba, Shemri, Fafuma, El Wa, Wakaramo mpaka Mandera ilikuwa na Yusuf. Marisabi, Tibubisa, turbi Walda Oda Moyali Sololo Uran Golol Logologo Merile Laisamis Serolivi Isioro ilikuwa na Yusuf. <coughs> <coughs> Ruai Kantafu Kawedhei Kapuyuni Mwala Machakos Kitui Mtomo Ikudha Mwingi Saikuru Ngune Ukasi Bangal Garisa Mororo Madogo Makere Wayu Waldena iti la Daba lilikuwa niko na Yusuf Makere, Malindi, ya Ngwena, na Lindi, Hola mission, Hola mjini, Mikinduni, Bububu, Majengo, Maroni, Kilindini, Masalani ya chini, Masalani ya juu, Ichara, Sangailu paka Hulugo, ilikuwa niko na Yusuf. Alhamdulillah, Kwale Kaunti kwanzia Samburu, kwanza kujuu Kasigao, kuna muhadhara hapo Kasigao. Kasigao ni kwa Yusuf, siku tatu Kasigao, Ungule, Uguta, Maungu, Foi, Mwatate, Undanyi, Mackinnon Road, Taru, Samburu, Mlunguni, Makamini Kigurungani, Banga, Mwalukombe, Vinyunduni mpaka mahali panaitwa Nyango, Kinango mjini, Mbazi, tukaingia mpaka Mlafieni. Baada ya Mlafieni tukaingia Mavirivirini mtaa, tukarudi kijiji kimoja sensitive sana kinaitwa Gwadu, tukamalizia mahali panaitwa Moyeni ambayo ni Ngonzini. Hiyo tukapanda mpaka Dungule Yava, Mwache Tunza. Nilikuwa na Yusuf, maradhi yakamuanza. Kwale kaunti namwambia Yusuf amona kulala kufa kwa ajili ya Allah, twende. Tukaingia Mkwambani, Mwapala, Shimbaili, Mgelekeleni, Lukore, tukaingia mahali panaitwa Mbuguni paka Tiride, tukaenda Mangawani, tulipoingia Maji Moto na Kitungure, Yusufu amezidiwa. Allahu Akbar Mwenyezi Mungu amrehemu mia tano ya Yusuf akarudi nyumbani. Nikiwa nje pamoja na kundi, tunasikia hali ya Yusuf namna ilivyo. Baada ya kupata habari hizi, napata habari hizi saa tatu usiku, habari hizi napigiwa na ndugu yangu, ananiambia Yusuf ametuacha. Sisi tuko nyuma, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahadhiri, tumepata pigo kubwa upande wa dawa, tumeondokewa na muhadhiri shupavu wa Kikikuyu, na vile vile Uislamu ulimwengu mzima umepata pigo kubwa sana. Yale maeneo yote tumetembea, kwa uwezo wa Allah kuna watu zaidi ya elfu kumi na tano walioingia kwenye Uislamu kwa uwezo wa Allah kupitia kwa ulimi wa Yusuf. Hatuwezi kumsifu mema yake yote. Tuyakumbukeni mema aliyoyatenda mwenzetu. Mimi pia huenda usiku wa leo nikaondoka, kesho mkanizika, au Shekh Salim, naona vile amezeekazeeka hivi ana dalili zote za kuondoka. Huenda usiku wa leo akaondoka kesho inshallah. Na baidhewei jamani, kama kuna habari ya kwenda Maka na sisi pia tukumbukeni jamani. Tunaiona alkaaba tu kwenye TV siku zote, wallahi, matajiri wenzetu au matajiri mlioko ndani ya isri hili, basi moja linatutosha hili. Salim, si linatutosha hili? Tunapitia Moyale, ah, ngoja hili tupewe sisi kwa niaba ya wahadhiri, kitakachopatikana pale kinaingia katika dawa, si natutosha hili? Ikienda Garisa ikirudi imeingiza laki moja ilaiko kwenye akaunti ya wahadhiri, ama namna gani? hey, moja, ya ama gorofa gorofa moja ambayo hii gorofa ni ya wahadhiri, wallahi na wallahi, siku moja ndaimani watapatikana watu wa namna hii. Waislamu, kuondoka kwa, kwa Yusuf, bado sisi tuko barabarani, lazima tuifanye kazi ya Allah. Tuna wageni takriban saba. Amiri wetu huyu nampigia simu saa nne kasohe saa 3 usiku, na shangaa asubuhi ya pili saa 2 na nusu ananiambia niko Thika Road. na ngoja Salim, ndenda umesafirije shekhe Saa sita usiku, saa mbili na nusu asubuhi. Hapa mimi bahati nzuri ilikuwa niko uwanjani, tumetoka msafara huko. Mimi sijatoka Mombasa, kama nilivyowaeleza, tulikuwa katika msafara huko, subhanallah. Na nikawaambia wale walio support siku zile, hapa mkajaza gari yetu mafuta, tukaenda. Kuna wengine tayari juzi na jana wameingia kwenye mtandao, wameona ile kazi ambayo tumeifanya Aregile, Kaminye A, Kaminye B, tukamalizia la Isamis na Serolivi na Sololo. Alhamdulillah, hiyo kazi umeipata kwa YouTube. Baadhi wapo wageni wamefika, na inshaallah. Anasema bwana Mtume Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, anzilu nnasa manazilahum, watukuzeni watu na vyao vyao. Mengi yamezungumzwa. Akhira ndio mahali muktatulia mimi na wewe. Kwa hiyo mimi nasema waislam kabla ya kuchukua swali pale naomba kuona mikono ya Waislamu wote juu, moja ama mbili. Ah, mkono moja tu shekha. Allahu akbar! Haya, mkono chini. Yusuf ameacha watoto watano mayatima, mayatima. yule mke aliyekuwa naye kwanza alikuwa amemsilimisha. Baada ya kuachana mke akarudi kwenye Ugalatia, ana watoto watatu Wazazi wake wote bado wako upande ule. Yule mke aliye naye mpaka amemwacha ni mjane, amekaa kwenye ida, ana watoto wawili. Kwa hiyo watoto watano ambao ni mayatima, hawana baba na hawajafikia umri wa miaka kumi na nane, ni wadogo sana. Iye mkubwa ni miaka kumi. Je, tuwaache mikononi kwa wale ambao sio Waislamu bado, wale nyanya zao? Lakini majukumu ni yetu sisi. Jana tumechukua ahadi na ahadi hii lazima tuitimize, kwamba lazima tusimame na wale watoto wa Yusuf waliowaacha, na ni mwenzetu japo ametangulia. Kwa hiyo mimi naomba waislamu leo ifanywe harambe ya kukata na shoka. Wei, kama unajua kuna siku utalala ndani ya kabri. Huwa anapenda kuwakumbusha kwa mahali sana Waislamu, you the first night in the grave, ule usiku wa kwanza ndani ya kabri umelala nambavu moja udongo umeifungiwa mlango wako, na mbao imewekwa udongo wa maji maji, tani mbili za mchanga zimekuja juu. The first night in the grave, usiku wa kwanza takuwa mgeni wa nani pale? Nimeenda bila hata suruali ya ndani, sina hata shilingi hamsini, angalau pia nimenyimwa, nimekwenda mimi tu, illa man atallaha biqalbin salim Wallahi, Waislam tunaomboleza sote kwa niaba yake, na mimi naomba sapoti nzito kutoka kwenu leo. Waislam, ile familia naomba tuisapoti kwa shilingi elfu thalathini. Semeni inshallah. Wana tumeangalia chini, tusemeni inshallah. Ile ambayo ni kwa mfuko si yangu, yangu niile nimekula sasa hivi. Ni nikifa hapa wallahi jamaa, mtazitoa hizi na mtaanza kuzikula. Kila mmoja aombe Rabbi binili indaka fil janna. Siku ya kiyama kuna VIPs ambao Mungu amewaandaa, sabahatun yudhilluhumullah yawma la dhillu illa, watu saba watakuwa chini ya kivuli cha arshi ya Allah. Hao ni VIPs, watakuwa na majumba kama hayo. Kwa nini? Kwa sababu Allah anauliza ndani ya Qur'an, man alladhi yuqridu Allaha qardan hasana, nani yuko tayari kumkopesha Mwenyezi Mungu kum mkopo mzuri lengo fayudhaifhu lahu adhaafan kathira, Mwenyezi Mungu amzidishie. Hili ni swali, naomba tulijibu kila mmoja kwa nafsi yake na tulijibu kwa vitendo. Mimi naomba niisome alam nashrah, Mwenyezi Mungu amchagulie wa wanaume katika waumini wako wanaume

Mwenzetu ametangulia mbele zako, amekuja mikononi mwako ya Allah, twakuomba yarabi, msamehe madhambi yake Amin. Sisi ambao ya tuko uwanjani ya Allah, twakuomba tupe mwisho mwema wakati wa mauti yetu yarabi. Ombi letu ni kwa ajili ya mayatima walioacha. Mwenyezi Mungu ulisema ndani ya Qur'ani kumwambia Bwana Mtume Muhammad alam yajidka yatiman faawa. Mwenyezi Mungu wewe ndio uliyemkumbatia Bwana Mtume Muhammad alipokuwa ya ya yatima. Sisi nasi yarabi, twakuomba umchagulie waja wako uliowaruzuku riziki za halali watoe kwenye akaunti zao za dunia watie kwenye akaunti zao za akhira. Kama wanafanya biashara ya Rabbi, wazidishie biashara zao. Ya Rabbi, watazame kwa jicho la huruma Amin. Ya Allah, wazidishie katika kheri zao. Kama mtu alikuwa na kijiduka, baada ya muda mchache ifanye iwe wholesale kwa uwezo wako. Ya Rabbi, asimame na dini yako tuweze kuwa sapoti mayatima wale. Tusemeni Amin, semeni tena Amin. Wallahi mi naomba Waislamu, yule aliyeruzuku